Na mtazamaji, nipo kijiji cha Kisilo na ile pale unaiona nyuma yangu ni nyumba ya mama mzazi wa Sigrada Mligo, ambaye ni kiongozi wa nafasi ya katibu mwenezi wa baraza la wanawake taifa Sigrada Mligo, ambaye amerudishwa hapa kwa ajili ya mapumziko baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, na hivi leo Chama cha Mapinduzi e, mkoa wa Njombe kwa maelekezo ya uongozi wa chama hicho taifa wameweza kufika hapa ili kuweza kumjulia hali kiongozi huyo wa baraza la wanawake taifa tumelipokea kwa masikitiko sana, kama mnavyoona sasa. Chama cha mapinduzi mkoa wa Njombe ukiongozwa na mimi mwenyekiti, ndio sasa mnatuona tuko hapa, lakini cha kushukuru Mungu kwamba tumemwona anaendelea vizuri, lakini tumemwona pia mama mzazi ambaye anasema kutoka juzi aliumizwa sana kwa tendo hili, hakulala, pressure ilipanda, Ndiyo aliagiza mtoto wake arudi. Kwa hiyo jambo hili ni la kukemea kabisa kabisa, na ninadhani kwanza, hata maenezo yao mahubiri yao nadhani yanataka kuvunja amani kwa mkoa wetu na kwa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu mahubiri yao wanaoeneza siasa yao ya chama chao, mimi sioni kama yako sawa sababu huwezi kuwaambia watu mwaka umefika wa kupiga uchaguzi, unasema hakuna uchaguzi bila nini, wana lugha wanatumia hata ehe, kuitamka. Sitaki hata kuitamka kwa sababu eh, sababu nchi yetu hii ina amani sana. Au wanakotupeleka, Watanzania lazima wajue wanakotupeleka, wanakupeleka wanakupeleka mahala ambapo sio pamoja nao Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe kwa maelekezo ya Umoja wa Wanawake hao Taifa. Hapa huyu ni Dr. Scolastika Kevela ambaye amefika hapa na kulaani tukio hilo, akieleza kwamba kilichofanywa ni kinyume na taratibu na wote waliofanya kitendo hicho wanapaswa kuchukuliwa hatua kali za kisheria akemea na kulaani hivi vitendo vya kupigwa kiongozi mkubwa wa chama uh, cha Chadema. Wewe ni kiongozi mkubwa sana, una heshima kubwa sana kitaifa sasa waliangalia nini? utu waliweka wapi? Tukaangalia, mimi binafsi naona kwamba walikosa zile tunu saba za kitaifa. Tunu saba za kitaifa, core values za kitaifa, kuna utu, uzalendo, uadilifu, amani, upendo, lugha ya taifa eh? Sisi Chama cha Mapinduzi tumezoea tukikaa tunaongea lugha moja, na mtu akitoa hoja yapashwa asikilizwe mpaka mwisho kwa nini mkatishe mwenzio? Walikuwa na ajenda gani? Kwa nini wasitake umalize ajenda mpaka mwisho? Ni ukatili kama ukatili mwingine, ni udhalilishaji kama udhalilishaji mwingine. Vikao vya kwetu kwa chama cha mapinduzi naonyesha, kwa sababu wamesema wa madhabauni wanakula madhabauni, sisi kwetu migogoro inafanyika ndani, inatatuliwa ndani. Kwa hiyo tukasema inakuwaje, hasa inakuwaje? Tunaona kabisa kama migogoro sasa imekuwa uwanjani, na huyu ni mwanamke mwenzetu na kama unavyofahamu mwenyekiti wa BAWACHA kwamba Dkt. Samia alishakaa na wanawake wa BAWACHA kwa sababu yeye ni mwanamke. Kwa hiyo aliangalia pande zote kwamba ngoja nikae pia na wanawake wa BAWACHA. Kwa hiyo kama kiongozi wetu alifanya vile, sisi ni akina nani Njombe tusiweke umoja kama jumuiya hizi mbili? Kwa hiyo sisi tukupe pole sana kiongozi wetu, tukupe pole sana tumeguswa na hili, tunakupa pole pole pole sana. Na tunapotoa pole hivi, tunapotoa pole kwa niaba ya wanawake wote waache hivi vitendo. Kimila na desturi hairuhusiwi kumpiga mtu hadharani. Hata sisi hapa kwetu Njombe wabena hatupigi watu ovyo ovyo, eh? Tunashangaa. Kwa hiyo tuna lani hiki kitendo na tunataka hiki kitendo kisiendelee. Baada ya salamu hizo kutoka chama cha mapinduzi, mwathirika wa tukio lenyewe la kupigwa ambaye ni Sigrada Mligo, mwenezi wa baraza la wanawake Taifa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ameweza kuzungumza na kueleza kile ambacho kilijiri siku ya tukio. Kulikuwa na mkutano wa hadhara sasa, kabla ya mkutano wa hadhara tulikubaliana tutafanya kwanza kikao cha ndani jioni. Sasa ilivyofika muda wa kikao cha ndani, kulikuwa na hoja mbalimbali ambazo zilikuwa zikijadiliwa, na mimi nilikuwa ni sehemu ya watu wa kujibu hoja hizo au kutoa utetezi kwenye hizo hoja, lakini nikiwa naendelea na utetezi wangu nikastopishwa kuendelea na utetezi wangu kwamba nikae chini. Nikaomba mda niweze kuelezea vizuri kutokana na ile hoja iliyokuwa ikijadiliwa mezani ambayo ilikuwa inanihusu mimi. Baada ya kuomba mda, makamu akasema kama utaki kukaa chini, toka nje. Nilikaa nje takriban dakika arobaini ndipo wakaja kunichukua kunirudisha tena ndani lakini, kilichonishangaza wakati wa kurudi ndani, alikuja anakimbia yule ambaye ni mlinzi wake, waye Mheshimiwa Makamu, anasema hawezi kurudi ndani, huyu hawezi kurudi ndani. Watu wanamwambia shida nini, maagizo yametoka kwa mheshimiwa ndani, akasema mimi, nasema hawezi kurudi ndani, mwambieni mimi nimesema hawezi kurudi ndani Ndipo akanikimbilia akanipiga ngumi ya kichwani, na kwa sababu ni ngumi ambayo ilikuwa ni dharura siku, yani sikutarajia, nilidondoka. Kwa maelezo ya Sigrada Mligo ambaye ni mwenezi wa Baraza la Wanawake Taifa, yeye mwenyewe amesema kwamba kwa sasa anaendelea vizuri, licha ya kwamba amepewa maelekezo ya kwenda katika hospitali kubwa zaidi kwa ajili ya kufanyiwa vipimo ili kubaini hali ya usalama wa mwili wake. Mimi ni Dickson Kanyika, hii ni Star TV Njombe.